Na mtazamaji ukiwa maskini, watu watakuhurumia. Ukiwa tajiri, watakuchukia, lakini ukiwa unaendelea, watajivunia kukufahamu. Ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 7 mwezi Novemba mwaka 2025, ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye taswira ya wiki. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya mubashara, moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifaa Digital Kenya, YouTube at Alshifaa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifaa Media Kenya. Ujambo na karibu. Tukianza na taarifa kuu ni kwamba polisi gatuzi dogo la Likoni hapa mjini Mombasa wamemkamata na kumzuilia Muhammad Hassan aliyekuwa ameficha misokoto 336 mtaa wa Half London. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka kumi na tisa alikamatwa wakati wa operesheni inayolenga kunasa dawa za kulevya uliofanywa na maafisa wa usalama. Ni taarifa ambayo nimekuandalia. Polisi eneo la Likoni wamemkamata na kumzuilia Mohamed Hassan aliyekuwa ameficha misokoto 336 ya bangi katika eneo la Half London. And uh, we went to the area by the name Half London within Timbwani ward uh, in Likoni sub count uh, where we went to one of the buildings within that area. One of the rooms where we managed to arrest one by the name Mohamed Hassan. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 19 amekamatwa leo mchana wakati wa uchunguzi unaolenga dawa za kulevya uliofanywa na maafisa wa polisi katika eneo hilo. 19 uh, yes. Uh, uh, uh, upon search, uh, we we found found a sack containing some stuff which uh, later we counted and found that it is 300 uh,

Uh, charges will be preferred against the suspects. Also, kwa sasa Mohamed anazuiliwa katika kituo cha polisi cha maji safi huku akisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu ili kujibu mashtaka yanayomkabili huku mshukiwa mkuu akiendelea kusakwa. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ndogo ya Likoni, Joseph Mutungi ametoa onyo kwa wauzaji wa dawa za kulevya akisema kuwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Uh, the law will follow you uh, to the suit so let us ensure that we stop this business for those who are still at large and they are with the suspect we are still going for you we shall go head on collision with you and we shall bring you to the book hata hivyo mtunge ametoa wito kwa wazazi kuwa wangalivu kwa watoto wao wakati huu wa likizo ndefu wajue uh, ya kwamba shule zimefungwa kila mzazi achukue jukumu la watoto wake it is a parental responsibility to ensure that uh, care is taken to do to, to, your children and let us ensure that at all times you can account for your kids remember the law is there and it will be followed to the latter so i appeal to the members of the public to continue giving us information and also let us Nikiripotia runinga ya Al Shifa kutoka kaunti ya Mombasa, mi naitwa Yasir Lewa. Na kuingineko mtazamaji, ni kwamba mwanzilishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries eneo la Changamwe kaunti ya Mombasa ameandikisha taarifa na polisi kwa tuhuma za kusemekana kuendesha mafunzo potofu ya kidini. Elizabeth Kadori amekana madai ya kujihusisha na ibada zinazohusisha itikadi kali za kidini, ikiwa ni ibada ya kuachiliwa. Mwanahabari wetu Paul Mukopi ana mengi zaidi. Awali maafisa wa polisi walikuwa wamevamia kanisa hilo la Zion Fire katika eneo la Changamwe katika kaunti ya Mombasa kwa uchunguzi wa madai ya mafundisho ya imani potovu. Aidha, kinara wa kanisa hilo Elizabeth Kadori alikana madai ya kujihusisha na itikadi hizo za kidini na kuachiliwa huru baada ya kukamatwa na polisi. Ama kufanya itikadi kali, sisi tunamwabudu Mungu, kwa hivyo leo nimekuja kuandika statement kwa sababu na loya zangu niko na loya yangu, nimekuja na tuko na members pia, na tumekuja kuandika ili tujue ukweli. Kwa hivyo niko hapa nafurahia kabisa kuandika hii statement kwamba niweze kujua ukweli ni nini ime, ule ukweli utakayetokeza na dunia ijue kwamba that church is serving the real God na misingi yake ni ya Bible, na tunamwomba Yesu anayekaa mbinguni chunguze ili ijulikane kanisa lile linaabudu Mungu wa kweli, na misingi yetu ni ya imani ya Kristo na ni ya Bible, na kwamba pale sikuabudu shetani ama kashaola brainwash. Akizungumza na wanahabari, Kadori amesema kuwa anaamini katika Yesu Kristo na wala hawezi fundisha imani potovu kama zile zinazoshuhudiwa maeneo ya Shakahola, akiongeza kuwa wafuasi wake wanafanya ibada ya kawaida. Imani ya kalti, wala hatujui kalti nini, na sijawahi sikia, nina shangaa. Ilinishtua kwamba Yesu wangu ni itikadi kali, mpaka nikamuuliza Yesu, we ni itikadi kali? Imani yetu ni ya Bible. Kwa hivyo mi nataka kusema ni kwamba atataka uh, dunia ijue pale sikashaola wala pale kwa brainwash, no brainwash. Mtu akija hata mtu yoyote anaweza kuja kujaribu, kama akiombewa anaombewa for free, unatoa sadaka yako jinsi Yesu alisema, ukiingia nyumbani kwa Mungu singie mikono mitu, you give offering lakini with the will uko nayo kama una unaombewa, yeah. Watoto kama itikadi yetu imani yetu ni ya cult, kama tuna brainwash watu uh, and another thing wanasema, wananiuliza kama kule watoto wanakaa wanaishi pale na mama zao. Kwetu watu hawaishi, ile kanisa iko hall, na haina ofisi tisa hata haina privacy, iko tupu, kwa hivyo hakuna hakuna privacy kwa ile. Hata kama naombea watu, naombea watu wazi. Hata kama ni kutoa, tunatoa wazi. Hata kama ni kula, tunakula wazi kwa hall. Kwa hivyo hakuna chochote ambaye naweza sema kwamba kuna siri, hatuna siri, na pale ni mahali o public place, volleyball place, watu wabungi wako hapo nyuma kila mtu ako hapo shosholole, wanakaa hapo wale wanalala pale. Kwa hivyo hakuna siri yoyote tuko naye sisi, tunapigania ufalme wa Mungu. Sasa hali ya kawaida imeweza kurejea na ibada zinaendelea baada ya washukiwa wote kuachiliwa huru. Uh, I must first start by saying my client voluntarily visited the police station, she has recorded a statement . There are no charges as at now. Uh, the, all the allegations are yet to be confirmed

He, nikiripotia taswira ya Alshifa, mimi ni Paul Mkopi. Kwengineko, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imeeleza kusikitishwa na idadi ndogo ya wananchi wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura katika ukanda wa pwani tangu kuanza kwa zoezi hilo mwezi Septemba. Mwanahabari wetu Catherine Kabiru ana mengi zaidi. that there's no other way there's no any other way for us to ensure that we have functioning governments that are in office legally that enjoy legitimacy and therefore that must deliver for the people of Kenya. Akizungumza katika hafla ya kutoa mafunzo ya kupiga kura mjini Mombasa, Hussein Khalid amewataka vijana kujitambua na wajihusisha katika zoezi la kuchukua kadi za kura ili wachague viongozi watakaoleta maendeleo katika jamii na kuhakikisha sauti zao zimesikika. On 27th, on 29th, uh, September, we launched uh, the continuous voter registration exercise in in in Kajado in Mashuru, in Kajado uh, county And since then we are now, I think, in the third week yeah. of the registration process. Uh, there is some considerable progress but it's slower than what we expect. For Mombasa, unfortunately we are below 4,000. Vile vile ametaja kuwa ni wajibu wa kila mmoja kujihusisha katika zoezi hilo akisema ndio njia pekee ya kuleta mabadiliko

The only way your voice can be heard is through the ballot, not fighting. you can't go to the street and achieve what you want to achieve you need to go to the ballot and make sure that oachivebetivhata hivyo ethecon amesema kuwa watashirikiana na taasisi ya taifa ya usajili wa vitambulisho ili kuhakikisha idadi kubwa ya wapiga kura katika ukanda wa pwani hata hivyo wameweka matumaini ya kusajili wapiga kura wengi baada ya uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu. We are going to launch mass voter

Catherine Kabiru, runinga ya Alshifa nikiwa katika kaunti ya Mombasa. Vuguvugu vugu la Mama Kenya Movement limevitaka vyama vya kisiasa kujumuisha wanawake kikamilifu katika uongozi, likisema wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika uchaguzi nchini. Kiongozi wa vuguvugu hilo Amina Redwan amesema wanawake hutokea kwa idadi kubwa kupiga kura, hivyo wanastahili nafasi zaidi za uongozi. Msemaji Fatma Jumanne ameeleza kuwa ushirikiano kwa wanawake utaleta uthabiti katika utawala. Hata hivyo vuguvugu vugu hilo limesikitishwa na idadi ndogo ya wananchi waliojiandikisha kuwa wapiga kura hasa maeneo ya Mombasa, likilaumu ukosefu wa hamasisho. Mwanahabari wetu Francis muo, na taarifa kamili. Tumeamka na tupeleke tena kiuzuzu, maana wao wametukuta sisi ni maboga watupeleka na vota kavao atupeleki tena hivyo tutapelekwa kama wanavyojiita viongozi. Vuguvugu la Mama Kenya Movement linavitaka vyama vyote vya kisiasa hujumuisha akina mama katika uongozi, wakiongozwa na Mama Amina Ridhwani. Wametaja kwamba wamama wamekuwa katika mstari wa mbele kwenye changuzi zote ambazo zimefanyika hapa nchini, hasa wakijitokeza kwa asilimia kubwa Tunataka vyama vyote vya, vya kisiasa viweze kujumuisha kinamama katika mipangilio, kwa sababu tunaona coalition zikianza, hatuoni sura za kinamama na hali sisi tuna asilimia 47. Last elections kina kinamama walikuwa na 47, kwa hivyo tumekutana hapa kuangalia changamoto zetu za kijamii hasa wakati huu kuna mambo ya gender based violence, kuna mambo mambo mengi, kina mama tumewaacha nyuma, hasa katika hii Mombasa County wake, Jumaine, vuguvugu. Kwa upande wake Fatma Jumaine ambaye ni msemaji wa vuguvugu amesema kwamba kuhusishwa kwa wanawake kikamilifu katika uongozi kutaleta udhabiti katika uongozi nchini. Inclusion of women in leadership and policy formulation ensures that governance reflects the realities, needs and aspirations of

At all levels. Hata hivyo, wameeleza kusikitishwa na jinsi idadi ndogo ya wananchi ambao wamejitokeza kujiandikisha kuwa wapiga kura wakitaja kwamba kumekosekana hamasisho la kuwafunza umuhimu wa kupiga kura katika kaunti ya Mombasa. Ukiangalia registration iko very low Mombasa kwetu as if we don't have leaders and we are having leader, leaders whom we elected with our hands, with our card. But you don't see them coming up with the voice. You know, kutulekeza we have to go. Sasa tupadeside sisi wenyewe kama kina mama, mwana Mombasa ni yetu sio yao. We are the one who elected them to be the MPs, to be the senators, to be the women rep, to be the governor. We are the one who elected them. And to make it worse, now, tumeamka na tupeleke kutana kiuzuzu. Mwana wao wametukuta sisi ni maboga. Watupeleka navotakavao, atupeleke kutena hivyo. We are all maana, sisi nashangaa, tukienda katika kaunti zingine kaunti, the our country, mambo yako tofauti sana. Hata mimi naulizwa mafanya nini, nawambia sisi tupigie kura mtoto wa mjomba, pigia kura mia mbili, twapigia kura madera, tupigie kura leso. Huo ndio upigaji wetu kura wa Mombasa. Kwa hivyo tumechenuka, kina mama walioko majumbani Inukeni, ili jambo ni letu. Hii Mombasa ni yetu, si ya Mombasa. Mombasa ni ya wakaji wote wa Mombasa. Nikiripotia Runinga ya Alshifa, mimi ni Francis Mugo. Mtazamaji, kufikia hapo tupate pumziko fupi, lakini utarejea na habari za kimataifa na spoti. Usiende mbali. Mtazamaji kumbuka, unaendelea kuitazama taswira ya wiki kumbuka, naweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook at Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari za kimataifa, ambapo wanamgambo wa RSF nchini Sudan wamekubali pendekezo la kusitisha vita katika makubaliano kibina ya kibinadamu yanayolenga kuruhusu misaada kufikishwa katika maeneo yaliyothirika na mapigano hayo. Tangazo hilo lililotolewa Alhamisi linasema makubaliano hayo yamependekezwa na nchi nne: Marekani, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Hatua hii inakuja siku chache baada ya RSF kuteka mji muhimu wa Alfasher, hatua ambayo aliondoa jeshi kutoka ngome yake ya mwisho katika eneo kubwa la magharibi mwa Darfur. Tangu kuteka mji huo RSF imeshutumiwa kwa matukio ya mauaji ya halaiki, uporaji na unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo yanayokabiliwa na, na wapiganaji wake Mtazamaji, tuangazie michezo ambapo klabu ya faiers imejikatia tiketi ya kucheza fainali ya michuano wa sisi ni Dola Cup baada ya kupiga Kongo Boys goli moja kwa sifuri hapo jana katika uwanja wa Mombasa Sports Club. Goli lake Pascal Kazungu kipindi cha pili liliweka tofauti katika mchezo huo. Timu hiyo sasa itacheza na fetue siku ya Jumapili katika fainali ya ngarambe hizo saa tisa alasiri. Kwa kwengineko, timu ya Alshifa Midi FC itacheza na Kongo Boys ili kupigania nafasi ya tatu, mechi ambayo itachezwa siku ya Jumapili saa sita unusu katika uwanja wa Mombasa Sports Club kabla ya fainali. Alshifa Midi FC ilipoteza nafasi ya nusu fainali katika michuano hiyo baada ya kupigwa na fetue bao moja bila bao lilofunga katika kipindi cha pili katika mechi iliyochezwa siku ya Jumatano katika uwanja huo huo wa Mombasa Sports Club hapa mjini Mombasa. Ukumbukwe mshindi wa ngarabe hizo atajinyakulia shilingi laki tano pesa taslimu kutoka kampuni ya Dola. safari ya timu ya Al Shifa DFC kutoa ubingwa wa kombe la sisi ni dola Cup ilifikia kikomo baada ya kupoteza kwa timu ya Fetu FC kwenye nusu fainali. Safari ilianza mwezi jana katika uwanja wa Mombasa Sports Club kwa ushindi wa mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Kitaka FC kwenye hatua ya makundi na hapo baadaye wakatoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Kwale United na kupoteza mechi yao ya kwanza mikononi mwa Dreamline, wakimpiga matatu kwa moja <tik> Alshifa Media FC walirejea kwenye njia zao za kushinda katika mechi ya mwisho ya hatua ya makundi wakimpiga Nyundo FC mabao 6 kwa moja na kufuzu hadi robo fainali. Katika robo fainali Alshifa walikabana ko na Juve FC wakitoka sare ya kufungana bao moja kwa moja katika muda wa kawaida na kuishia kwenye matuta ya penati ambapo walishinda kwa kufunga penati tano kwa ine. katika nusu finali Alshifa midfc walipoteza kwa Fetu FC kwa bao moja kwa sufuri. <mimu> Vijana hao sasa watamenyana na timu ya Congo Boys Jumapili hii katika hatua ya kutafuta nafasi ya tatu na nne, huku vijana wa Fayaz wakipiga dhidi ya Fetu FC katika fainali haya yote yakiandaliwa katika uwanja wa Mombasa Sports Club. Nikiripotia habari za spoti kwenye runinga ya Alshifa, mimi ni Francis Mugo. Mtazamaji, tuelekea ugaibuni ambapo miamba wa soka nchini Hispania ya Barcelona wanataka kuanza mpango wa kumsajili ukiunga Noroi Martin Odegaard kutoka Arsenal msimu ujao, kulingana na taarifa zinasema kuwa timu hiyo inaona mchezaji huyo kama shabaha kuu ya usajili. Arsenal wanaongoza katika mbio za kumsajili forward wa Juventus, raia wa Uturuki Kanan Yildiz mwenye umri wa miaka 20, ambaye anamezewa mate na Chelsea pamoja na Real Madrid. Real Madrid watalazimika kulipa euro milioni 150 ili kumnasa kiungo wa Uingereza Declan Rice mwenye umri wa miaka 26 kutoka Arsenal msimu ujao na Aston Villa na Spurs zimeonesha nia ya kutaka kumsajili winga Brentford Kevin Shed. Kulingana na TBR Football, The Bees hawako tayari kusikiliza ofa yote kwa mchezaji huyo ambaye ana window na Atletico Madrid, Borussia Dortmund na RB Leipzig. Mbio za kumsajili beki wa Manchester City Nathan Ake zimepamba moto, huku Inter Milan, Juventus na Crystal Palace zikiwa tayari kushindania huduma yake dirisha la usajili la mwezi Januari. Citizens wako tayari kusikiliza ofa kati ya euro milioni 30 hadi euro milioni 35 huku Ake akiwa amecheza mechi tano pekee za ligi ya Uingereza msimu huu. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Jonathan Mwanzia, mwelekezi wangu amekuwa wa Paul Mukopi akishirikiana na Ganacho, na nyuma ya kamera ni Mejuma Mdoe masala